Sisi kama jumuiya ya wazazi mkoa wa Mara tumeazimia kusimamia maadili, tunaamua kusimamia elimu, tunaamua kusimamia malezi, lakini utamaduni na mila na desturi za Watanzania, hatutakuwa na ajizi kwenye malezi. Kwenye malezi pale tutazungumza. Tunajua sianza kuchochea miongoni mwetu, ndoa nyingi sana zimevunjika. Ndoa nyingi Tuliyoko humu wazazi kama ndoa ziko salama niyoko hey. Kweli ni si kweli? Ndoa ndoa ziko hai. Ndoa tatu hakuna ndoa humu ndani. Kuna wengine wametoka nyumbani wameshinda kwenye kiti. Hawajaoga. Ama mama amemnyima maji, ama baba amempiga. Ngogoro katika familia ni mkubwa sana ndugu mwenye kiti. Ngogoro mkubwa sana. Humu ndani shimoni mama yuko Kizingani, mtoto analea mtoto, ama mtoto analea watoto. Kweli si kweli? Watoto wadogo wanajiliwa kwenye machimbo, watoto wadogo wanafanya kazi jiboni, kweli hawaili kweli. Si kweli? Na wengine wanapenda kwenye uhuru, watoto wadogo, ndio maana wanapata ajali kule. Kwa hiyo leo mwenyekiti kiongozi mkubwa sana wa ngazi ya juu ya wazazi, na ni mjumbe wa kamati kuu, tutakayoyaongea haya atayepeleka kwenye wazazi, lakini atayepeleka kwenye haa yaa kwenye chama hapa. Kiongozi wa serikali, serikali itayabaini tufanyeje ili tuweze kuishi kwa amani, ili tuweze kwenda salama kwa amani, na uchaguzi wa chama ili uweze kuwa wa haki na uwazi wa ndani lazima tusimamie katiba ya chama na kanuni zake zote. Alini, tutasimamia tu katiba, tutasimamia kanuni, tutasimamia miongozo ya chama <tipa> tutasimamia tu tu miongozo tu tu na maelekezo viongozi wakuu wa chama chetu. Kwa hiyo ni waombe ndugu wanachama, ndugu viongozi, miongoni mwetu wako wakiania miongoni mwetu tuko wapambe wa Kenya. Niombe tufuate miongozo mwetu, miongozo mwetu chama iko wazi, hili wazi kwamba muda huu sio muda wa kampeni ndani ya chama. Muda huu sio wa kupita pita na wagombea, wapambe wako mbele, mgombea ni mtafuta kura, muda bado. Muda huu wa kufanya kujilivu bunge ni hata jana, ili waheshimiwa bunge wa madarakani wamalize muda wao wakiwa salama sababu taratibu haziruhusu kufanya hayo, tutaangalia nasimani. Lakini pia katika kuelekea uchaguzi huu tunakuahidi umenyekiti eh, tutadumisha heshima na nidhamu ndani ya chama. Kutokuhudhuria kikao kikubwa kama hiki cha mwenyekiti wa wazazi wa taifa, njibakmakikuu wilaya nzima akuja mtu mmoja tokwa nidhamu. Leo ni wiki ya wazazi imefanyika ngazi ya mkoa, kulitarajia viongozi wa chama ngazi zote wawepo hapa, wilaya kamati zao za siasa, wilaya kamati zao za utekelezaji, siwepo hapa, kwa sababu sisi jambo letu ni moja: one party one direction one voice sasa inapotokea inapotokea inatokea hali ambayo ndio sio kwa kweli, hakuna mtu ambaye atakubali. Na bahati mbaya sana, yuko bwana atibwa mkoa chama hiki kimekupata mana mengine ni ya vikao, sitaki kwenye tu details, lakini simamia ya mko, unganisha viongozi, makada na wanachama, twende kwenye uchaguzi tukahika. Adhibu chukua hatua kwa wale ambao watakwenda kinyume na utaratibu. lakini hii kina kaugumu kidogo, ee, watu wanatengeneza matimu matimu, hayo inaonea wengine na wengine kuchakuana chakuana hey. Jambo kubwa hapa ndugu zangu, sisi kama viongozi sisi wananchi, wanachama, makada Unaweza ukawa na mipango yako, unatafuta ubunge, unatafuta udiwani, whatever position unataka, bila ya kuikabidhi matamanio yako kwa Mungu, utakuwa na mipango mingi, unashangaa hata hao watatu haumo.